Sifu wa rais wetu, mmeusikia haya. Naanza ya kwangu, nitaka kwanza mjue mama yetu mwenye sifa zilizo sheheni ambaye ndiyo anatetea, anetete, nafasi ya urais katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania. Sasa nianze ya kwangu. La kwanza nawashukuru sana ndugu zangu wa jimbo la Kawe kwa heshima kubwa mlionipa leo kwa mkoa wa Dar es Salaam, ndio tunamalizia jimbo la Kawe, jimbo ambalo ndiyo nyumbani kwangu, ndio nyumbani kwangu. Tawi la Malindi Estate wako wapi? Mikono juu, mpo? Ssiemu oye! Hawa ndio wanatawi wenzangu, wanatawi na nimeona wakati tukihamasishana kwenye grupu letu twende kumpokea mgombea mwenza, na washukuruni sana sana sana lakini pia nitumie nafasi hii kuomba mpokee salamu za rais wetu mwenyekiti wa CCM na mgombea urais kwa tiketi ya CCM Daktari Samia Suluhu Hassan, amenituma niwape salamu nyingi za upendo na mshikamano. Mnazipokea? Mnazipokea? Mnazipokea? Mnazipokea? Nawashukuru sana. Lakini pia nawashukuru sana mwenyekiti wetu mgombea wetu wa CCM kwa jinsi mlivyoshiriki katika uzinduzi wa kampeni za CCM tarehe 28 mwezi wa 8 kawe ilionekana makofi mengi sana nitumie nafasi hii vile vile kumshukuru sana mgombea wetu wa ubunge mgombea wetu mgombea wetu wa ubunge ameeleza vizuri mafanikio yaliyopatikana na leo nimejifunza kitu kipya. Mikoa yote niliyopita kuna msamiati sijausikia, nimeusikia hapa. Alipotajwa Timoth mkasema mitano mipya, mitano Mita! mitano Mita! waliposema mama Samia Suluhu Hassan mkasema mitano mingine uongo Mito! na nilipotajwa mimi mkasema mitano mipya, hiyo wallahi sijakutana nayo Moye. Jamaa kule ananiambia bado sijasema moja na yeye, na yeye yupo hapa eti, mzazi ni mzazi, ila mama zaidi. Kina mama oye! Kina mama oye! Samia oye! Sasa kila aliyezungumza ameongea vizuri sana kuhusu kazi za Chama cha Mapinduzi, wameongea vizuri sana kuhusu kazi za Rais Samia Suluhu Hassan. Na mimi kwa dakika chache, kwa dakika chache nitagusa mambo ambayo rais wetu Samia Suluhu Hassan ameyafanya na serikali yake ya CCM katika miaka mitano iliyopita, mambo ambayo yamejenga heshima yake binafsi, heshima ya CCM, heshima ya serikali, heshima ya Watanzania na heshima ya wanawake. Wanawake oyee! La kwanza rais wetu kipekee sana ameleta mageuzi makubwa kwenye uchumi wetu. Ametumia nguvu nyingi sana kwenye kuinua huduma za jamii huduma za, ametumia nguvu nyingi kubwa, nguvu kubwa sana. Lakini pia rais wetu alipoapishwa miaka minne na nusu iliyopita aliapa kutoa maendeleo kwa watanzania bila ubaguzi, bila husda, bila bila upendeleo wa aina yoyote. Ametekeleza kiapo chake, ametekeleza. Leo hakuna sehemu katika nchi yetu, hakuna mkoa hata mmoja, hakuna wilaya hata moja, hakuna tarafa hata moja, hakuna kata, hakuna mtaa, hakuna kijiji, hakuna kitongoji hakijaonja ladha ya maendeleo kutoka kwa Samia Suluhu Hassan. Uongo? Kweli? Uongo? Kweli? Maana tunaona fahari kujitambulisha na Mama Samia Suluhu Hassan, tunaona fahari kujitambulisha na Chama cha Mapinduzi, hapo si yeah? Sawa sio sawa yeah? Sasa mambo aliyoyafanya kitaifa, mbunge amesema yaliyofanyika kijimbo, mimi nawaambia katika taifa hili mambo aliyofanya mama Samia ambayo hayajapata kufanyika, naomba niwatajie machache. La kwanza, kwa miaka minne amejenga vituo vya afya vipya 647. La pili, kwa miaka minne amejenga zahanati mpya 2894. Tatu, hospitali za halmashauri amejenga mpya 119. Nne Wakati Mama Samia anaingia madarakani, kulikuwa na hospitali zenye skani, kipimo cha CT skani tatu tu katika Tanzania. Leo zipo 26. Hapo vipi kwao? mageuzi makubwa ya afya ambayo hayajapata kutokea Afrika Mashariki yamefanyika chini ya Rais Samia Suluhu, Samia Suluhu. Lakini vile vile hakuacha nyuma elimu ya watoto wetu, hakuacha nyuma elimu ya watoto wetu. Katika miaka minne iliyopita, rais wetu ndani ya miaka minne amewezesha ujenzi wa shule za msingi mpya, shule za msingi 2783. Lakini vile vile amewezesha ujenzi wa sekondari mpya 1366. Makofi kwa rais Samia lakini vilevile rais wetu wakati anaingia madarakani miaka minne na nusu iliyopita alikuta kiwango cha uzalishaji umeme ni megawati elfu moja mia sita na mbili. Ndani ya miaka minne ameweza kufikisha uzalishaji wa umeme megawati elfu tatu na sabini na nane, zaidi ya mara mbili. Makofi kwa rais Samia. Na hivyo ameleta mabadiliko makubwa katika mtandao wa umeme nchini. Ameweza kupeleka umeme katika vijiji visivyokuwa na umeme vipya 3731 na leo tunavyoongea vijiji vya Tanzania vyenye umeme ni 12318 na makofi kwa rais Samia. Katika eneo la maji safi na salama katika nchi yetu, rais Samia ameleta mageuzi makubwa wakati anaingia madarakani katika maeneo ya mijini, kila katika watanzania mia moja ni themanini tu walikuwa wana uhakika na, na maji safi na salama. Leo katika kila watanzania mia moja wa mijini, watanzania tisini wana uhakika wa maji safi na salama. Hapo vipi? Lakini vile vile katika maeneo ya vijijini, maeneo ya vijijini, watanzania waliokuwa na uhakika wa maji safi na salama walikuwa sabini katika kila mia moja. Leo katika kila watanzania mia moja vijijini vijijidi watanzania 80 wana uhakika wa maji safi na salama. Lakini pia rais wetu wakati anaingia madarakani miaka minne na nusu iliyopita, ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ulikuwa unakuwa kwa asilimia 4.8 kwa mwaka, leo uchumi wetu unakuwa kwa wastani wa asilimia 5.6 kwa mwaka, mwaka. Lakini vile vile rais wetu katika miaka minne na nusu ameweza kudhibiti mfumuko wa bei, ameweza kudhibiti mfumuko wa bei. Habari ya bei kubadilika kila asubuhi, bei kubadilika kila asubuhi. Na Watanzania mnajua, kuna maeneo duniani yamefika hatua ambayo mtu anakwenda kununua kilo moja ya sukari akiwa amebeba hela kwenye toroli. Mnajua jambo hili kutokana na thamani ndogo ya fedha, thamani ndogo ya fedha. Kwa sababu fedha, unaporuhusu mfumuko wa bei kuwa mkubwa, fedha inapoteza thamani yake, fedha inapoteza thamani. Maana yake ni kwamba unaweza ukaamka ukakuta bei ya sukari kilo moja shilingi elfu hamsini. Uongo kweli. Lakini mfumuko wa bei umedhibitiwa, umefanya nini? Umedhibitiwa. Hii ni moja ya njia ambazo rais Samia amezitumia kuhakikisha kwamba wananchi wa kipato cha kawaida hawapati maisha magumu, hawapati maisha magumu. Lakini vile vile, rais wetu katika kukuza uchumi wetu ameimarisha diplomasia ya uchumi duniani. Uwezo wetu wa uhusiano na nchi zingine umekuwa mkubwa, matokeo yake biashara kati ya Tanzania na nchi zingine imekuwa lakini pia Tanzania imeweza kujenga urafiki mm -hmm, na nchi zote zinazotuzunguka na nchi zingine duniani. Uongo kweli? Mmewahi yeah, kumsikia rais wetu anagombana na rais yoyote? Mmesikia yeah, Tanzania inagombana na nchi yoyote? Yeah, ni kwa sababu ya uwezo wa hali ya juu wa kidiplomasia wa rais wetu. Makofi kwa rais Samia. Yeah, lakini miaka minne na nusu iliyopita wawekezaji wakubwa katika Tanzania walikuwa mia mbili na saba mia mbili. Leo waliojisajili kama wawekezaji wakubwa ndani ya nchi yetu ni mia tisa na moja wawekezaji wakubwa mia tisa na moja. Hii inaonyesha kwamba imani kwa serikali yetu, imani kwa mfumo wetu, imani kwa rais wetu imeimarika. <coughs> Lakini vile vile watu wetu wanaotamani kufanya biashara, miaka minne na nusu iliyopita walioomba leseni na kupewa walikuwa laki moja thelathini na saba elfu na mia tatu kumi na nane. Leo tunavyoongea wenye leseni ni laki mbili ishirini na mbili elfu mia nne hamsini na tisa. Hapo vipi? Inaonyesha kwamba Watanzania wameelewa umuhimu wa kufanya biashara halali, biashara na wanazifanya Hayo ni machache tu katika mengi ambayo rais wetu ameyafanya na serikali ya CCM katika miaka mitano iliyopita, katika miaka mitano iliyopita. Sasa tunakwenda miaka mitano inayokuja, 2025 2030, chama cha mapinduzi kinataka kufanya nini? Ni, yako mambo mengi sana na mimi leo nitataja machache, nitataja machache. La kwanza chama cha Mapinduzi kimedhamiria kuboresha mazingira ya biashara mazingira ya mm, biashara kimedhamiria kuboresha utaratibu na uharaka wa utoaji leseni, ili kila mtu mwenye mahitaji ya kufanya biashara apate leseni kwa urahisi na kwa haraka. Lakini vile vile chama cha Mapinduzi katika miaka mitano inayokuja kimedhamiria kurasimisha biashara za wafanyabiashara wadogo wadogo na tunarasimisha ili waweze kukopesheka waweze kukopesheka. Lakini pia Chama cha Mapinduzi kimezamiria kusimamia vizuri mikopo ya asilimia kumi ya kila halmashauri katika nchi yetu. Miaka mitano inayokwisha tumekuwepo na utaratibu wa mikopo ya asilimia kumi kwenye kila halmashauri, lakini Rais Samia aligundua kwamba kuna upendeleo, kuna kuna kuna upendeleo, kuna mgao wa mikopo usio sahihi, kuna ubaguzi kwenye ugawaji mikopo. Wako baadhi ya watendaji walikuwa wanapeleka majina feki majina, anachukua mikopo kama ya vikundi kumi na tano vikundi ishirini, kumbe vyote ni vikundi vyake binafsi, havipo. Hela anachukua yeye mwenyewe. Uongo, kweli? Ndio maana Rais Samia akasimamisha utoaji wa mikopo, ili kutafakari upya njia sahihi za kuhakikisha, kwanza mikopo inafikia walengwa, inafikia lakini, pili haitoki kwa upendeleo, haitoki. Kwa utaratibu mpya umekwishaanza kutumika na utasimamiwa kikamilifu katika miaka mitano inayokuja, lakini pia Rais Samia ameahidi kwamba kama Chama cha Mapinduzi kitarudi tena madarakani katika siku mia moja za kwanza tunakwenda kutenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya mikopo ya wajasiriamali wadogo wadogo. Hapo vipi? Hapo vipi kwenye habari ya barabara, kwenye habari ya barabara, ya barabara, ilani mibitaja, ya CCM imetaja baadhi ya maeneo yatakayokipewa kipaumbele na hayo ni pamoja tutazingatia pia yale yaliyosema mgombea wetu wa ubunge, mgombea wetu lakini naomba niwasomeeni kwenye ilani kama inavyotaja maeneo yetu inavyotaja maeneo yetu, yetu. katika miaka mitano inayokuja, serikali ya CCM imezamiria kukarabati stendi za daladala za Kawe, Bunju B na Tegeta Nyuki. Lakini pia imezamiria kuboresha barabara zifuatazo: kwanza, ujenzi wa barabara ya juu flyover kwenye makutano katika barabara eneo la Mwenge. Hapo vipi hao hii wananchi amwitaki ya barabara ya, ya juu eneo la Mwenge, mnaitaka amuitaki mnaitaka wanaotaka hii barabara wanaotaka hii daraja la juu wainua mikono iemuye maana kama hamtaki, tunafuta hapa hapa, au sio? Tuendelee kuwa nayo. Lakini vile vile tutaendelea na upanuzi wa barabara ya Tegeta Bagamoyo kilometa 57 ili kuondoa msongamano. Lakini vile vile tutakamilisha barabara za Mbweni block na block 8 na eneo la TTCL kilometa kumi lakini vile vile tutakamilisha ujenzi wa miundombinu ya barabara ya mabasi yaendayo haraka awamu ya nne utakaohusisha barabara za Sam Nujoma na barabara ya Bagamoyo hadi Tegeta Nyuki na barabara ya Ali Hassan Mwinyi kilometa 26 na na mita mia nne na kuongeza hadi Bunju kilometa kumi na tatu. Lakini vile vile ujenzi wa miundombinu ya barabara ya mabasi yaendayo kasi awamu ya sita utahusisha barabara ya Mwaikibaki hadi Kawe. Mbona hii ndio mmeipenda zaidi? Yeah. Eh, Mwaikibaki hadi Kawe? Mwaikibaki hadi Kawe au yeah? Hii ndio mlikuwa mnasema tuifute, sio tuifute hii sisi moye lakini barabara nyingine ujenzi wa kiwango cha lami barabara za Nakalekwa, Bwawani, Mahakamani, Umoja, Tegeta, Tegeta Silva, Mivumoni, Binti Matora, Amiri Leni, Dawasco na Togo hapo vipi? Lakini pia upanuzi wa Mwai Kibaki Moroko Kawe raudabout na, na Garden Road pamoja na ujenzi wa madaraja ya juu katika makutano ya barabara ya Coca-Cola narainbow lakini pia ujenzi wa barabara ya Bunju Bunju a hey, mpaka mbopo hapo vipi? Lakini ujenzi wa madare kwa kiwango cha lami kilomita 14 Kambarage mji mpya kupitia hospitali ya wilaya Kinondoni mabwe pande kilomita tatu lakini pia ujenzi wa barabara ya Shoko kolona mongera kilomita tatu na mita 400 bima msikitini viwandani kilomita 2 nyumba gamoyo shauri shauri madai ndafu mwaikibaki kilomita tatu makonde NSCF kilomita 1 mita 800 na kanisani kilomita 1 mita 900. Hapo vipi? Hapo vipi? Hayo ndio mapigo atakayoanza nayo Timosi, mnaonaje? Hiyo ataanza kwa kishindo, na nimemsikiliza pale anavyoongea, anaonekana shida sana. Ameshaanza kuongea kama yuko bungeni, ameanza kuongea kama yuko bungeni. Simemsikia hivyo niambia. Tena mgombea mwenza, na hili tunakubebesha. Unanibebesha mimi simoye. Eh, tunataka wabunge wa namna hii, tunataka wabunge ambaye anaweza akamkabili kam, kiongozi akamwambia hili tunakubebesha, kubebesha, ili tuna kubebesha. Hongera sana mgombea wetu Moye. Amesema, anangoja nini? Anangoja nini? Anangoja. Anangoja nini? Kuapishwa. Ah, mbunge ametisha sana mymye mpaka mpaka mapambo yamemshangilia mbunge au sio? Mama Sisi moye Sisi Sisi moye aya kwenye eneo la maji kwenye eneo kwenye eneo la maji kwenye eneo la maji kwenye eneo la maji mpaka hivi tunavyoongea kila katika watu wakawe mia moja angalau watu tisini na tano wana hakika ya maji. Uongo uo? Kweli uo? Uo? Tunachosema ndani ya miaka mitano tunataka kila katika watu mia moja, watu kila katika watu mia moja mia wote wawe na hakika ya maji safi na salama, au sio? na tunakusudia kuimarisha mitandao ya maji kwenye maeneo ya Mbogo Tikanao, Mtongani, Chachui, Hananasifu, Mwinjuma, Mtongani na Maweni. Hapo vipi? Lakini pia tumedhamiria kupanua mtandao wa maji wa Bunju mpaka Mbweni. Hapo vipi? Lakini pia tumekusudia ndani ya miaka mitano nyumba asilimia mia moja zifikiwe na mtandao wa maji mtandao. Kwenye eneo la afya, katika kuboresha eneo la afya tumezamiria kuiboresha zaidi hospitali yetu ya Madupande ili iwe ya kisasa zaidi, iweze kutoa aina zote za tiba. Hapo vipi? Vipi. Vipi? Lakini pia tutajenga vituo vipya vya afya viwili, vituo vipya vya afya lakini pia tutaboresha zahanati zote zilizopo sasa hivi ziweze kutoa huduma nyingi zaidi na kwa uwezo wa hali ya juu. Lakini vile vile kumekuwa na changamoto ya kuongeza sekondari zetu na shule zetu za msingi. Tumesema tutaongeza sekondari mpya mbili na shule za msingi mpya tatu. Hapo vipi? Lakini pia kwenye shule zetu za zamani shule zetu tunakusudia zote kuziongezea madarasa tutaongeza madarasa shule za msingi, lakini pia tutaongeza madarasa shule za sekondari. Kwenye kuboresha makazi ya raia wetu, changamoto kubwa tulionayo katika jimbo la Kawe, zipo nyumba nyingi hazijapimwa, nyumba nyingi hazijafanya nini, wapo wenye nyumba wengi hawana hati za kumiliki nyumba. Uongo kweli? Ilani ya CCM inasema, Chama cha Mapinduzi kikipewa ridhaa ya kuongoza tena tutahakikisha wananchi wetu nyumba zao zinapimwa, nyumba zao zamani, viwanja vyao vyenye nyumba vinapimwa na wanapata hati za kumiliki ardhi, hati za kumiliki, hati za kumiliki. Lakini vile vile tutatengeneza mpango bora wa matumizi ya ardhi, mpango bora wa matumizi ya ardhi, ili katika nyumba zetu basi kuwa kuna njia za kupita ukiwa na dharura lakini vile vile kama mtu ana, anaumwa ghafla anaweza kuwa hizo kupeleka hospitali, haitakiwi kwenda kumchukua mgonjwa kupitia kwenye dari, hapo vipi? Kwa hiyo ni moja ya mambo yatasimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile katika miaka mitano inayokuja tumezamiria kuimarisha maeneo ya fukwe, maeneo ya maeneo ya kwa sababu Kawe ni moja ya maeneo yenye fukwe bora kabisa Tanzania. uokogwe zinahitaji kutengenezewa miundo mbinu, zinahitaji kutengenezewa utaratibu wa usafi, ili zivutie watalii wa ndani na nje ya nchi yetu. Tukifanya hivyo, Kawe itakuwa kama Ulaya, itakuwa kama nini? Hey, hata mtakapoimba ule wimbo wa kama Ulaya utaeleweka vizuri zaidi, au sio? Lakini pia katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuna mambo tumesema haya yatafanyika kwa haraka, yatafanyika kwa haraka. La kwanza tumesema ndani ya siku mia moja tunakwenda kuunda kuanzisha gridi ya maji ya taifa, gridi ya maji, ili kasi ya ushuguliki, ushughulikiaji wa matatizo ya maji iwe kubwa zaidi. Lakini pili, tumesema ndani ya siku mia moja tunakwenda kuanzisha mfuko wa bima bima ya afya, lakini bima ya afya kwa wote itatekelezwa ndani ya miaka mitano. Bima ya afya itatekelezwa ndani ya miaka mitano, isipokuwa kwa makundi maalum itaanza kutekelezwa ndani ya siku mia moja ndani ya siku mia moja. Na makundi maalum ninayoyataja ni wanawake wajawazito, wazee watoto Mino. na watu wenye ulemavu na watu sasa. Ndugu zangu, wakawe katika makundi niliyoyataja, lipi tulipunguze? Lipi tulipunguze? Tupunguze? mimi nadhani wanawake wajawazito sio muhimu sana? ni muhimu, mimi nadhani. Lakini wazee labda sio muhimu sana? Ah, nimegundua mmesema watoto sio muhimu Hapana, watoto nao muhimu yeah. Kwa hiyo tuondoe wenye ulemavu? CCM yeah. oyee yeah. mmesema tuwaache wote yeah. wote wapate upendeleo yeah. wanaosema hivyo mikono juu CCM yeah. oyee yeah. Ndugu zangu wakawe, nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu yeah. Maana mtu mwingine angesema mradi mimi sijatajwa, basi futa wote, au sio? yeah. Lakini yeye mmesema hao asitoke hata si si mwe, lakini vile vile tumesema katika siku mia moja tunakwenda kuimarisha mfumo wa mawasiliano na mfumo wa uwajibikaji, mawasiliano na nini na uwajibikaji, ili mwananchi mwenye changamoto, mwananchi mwenye matatizo aweze kusikilizwa kwa haraka na matatizo yake yashughulikiwe, matatizo yake. Lakini pia ambaye hatashughulikia aweze kuonekana. Ukitoa tatizo lako leo siku hiyo hiyo mkuu wa wilaya alione, mkuu wa mkoa alione, waziri wa TAMISEMI alione, na ofisi ya waziri mkuu ione, kwamba kuna mwananchi kawe kule amelalamika. CCM oyee! yeah. Lakini vile vile tumezamiria kuanzisha tume, tume ya maridhiano kwa ajili ya kujenga umoja, kujenga mshikamano, kujenga mtangamano wa taifa letu kuhakikisha watanzania wote tunaishi kwa upendo kwa kushirikiana tukilijenga taifa letu. Hapo vipi Ago? Lakini vile vile katika kuchochea zaidi huduma za afya, tunakwenda kutoa ajira mpya elfu tano za watumishi wa kada ya afya ndani ya siku mia moja za kwanza. Hapo vipi Ago? Lakini vile vile kwenye kuimarisha elimu yetu, kwenye kuimarisha elimu yetu tunakwenda kutoa ajira mpya elfu saba katika siku mia moja za kwanza, kwa walimu wa sayansi na hesabu, walimu wa sayansi. CCM oye! Kabla sijamaliza, nitambulishi watu wachache afu nimalizie. Diwani wakata hii, diwani diwani, diwani wakata hii, taratibu diwani, wewe diwani mzito sana, taratibu.